Sanaa ya uanamitindo inaendelea kupata umaarufu mkubwa miongoni mwa vijana nchini ikiibuka kama njia mbadala ya kujipatia kipato na kujenga taaluma. Katika siku za hivi karibuni, tasnia ya mitindo imekuwa kivutio kikubwa kwa vijana wengi, ambao wanaiona kama jukwaa la kuonyesha ubunifu, vipaji na utambulisho wao. Zaidi ya kuwa burudani, sanaa hii sasa inachukuliwa kama fursa halisi ya kiuchumi samasika. Hata hivyo, serikali imetakiwa kushirikiana kwa karibu na taasisi za elimu ili kuweka mazingira ya kukuza na kuendeleza vipaji vyao. When the time uh, like, like so, uh, uwekezaji katika sanaa ya mitindo unaweza kusaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana huku ukichochea ubunifu na ujasiriamali.

Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.